So, singano. Lakini pia ni mwana sisi kindakindaki mpaka nakuja kugombea ishirini ishirini na tano nilikuwa ni mkutano mkuu mkoa mjumbe kutia kata, ninaenda kuomba kura ya ndio kama mgombea wa nafasi ya udiwani kitabu. Kwanza kabisa nimshukuru Mama kuja kutengua Dar es Salaam kuzindua kampeni zake tuliweza kwenda kushiriki pale Kawe na watu wote duniani waliona, kwa sababu vyombo vya habari vyote vilikuwepo. Mkutano ule ulitia fora, ikiwa tu ni wa uzinduzi wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa 29 Oktoba 2025. Mama aliongea pale maneno ambayo ni ya utu na kazi, tunasonga mbele, manake ni aliongelea kama unavyoweza kuona siku zake za mwanzo alijikita kwenye mambo ya jamii hususan katika mikopo ya 10%. Kwa sababu ameshaona nini kimetokea huko chini, sio kasema mama yule mwenyekiti jemedari wa Chama cha Mapinduzi anaweza kawa hajui kinachotokea kwenye shina. Yule mama ni upendo alionao ni wa hali ya juu, anajua mpaka kinachotokea kwenye kata. Kwa hiyo ndio maana ulimuona kipaumbele chake cha kwanza akazungumzia mikopo. Anajua wanamama wanapigana vipi na wamenyanyasika vipi, na anataka kwenda kugeuza hiyo karata ikawe ni karata ya usawa. Tathmini yangu nilivyoifanya, kupitia mgombea wa ubunge ambaye ni mzoefu, waziri Jerry William Silaa aliliona hilo na analitambua na ametuagiza katika kata zake saba madiwani wote tukawe na utu na tufanye kazi kwa utu, tujue tunaenda kuwatumikia ni watu gani, tukiwa na hofu ya Mungu. Manake ni maanayake wale wanaonyanyasika wa hali ya chini, yeye ametupa maagizo, iwapo Mwenyezi Mungu tumechaguliwa, tumekalia kiti, tuhakikishe tunaenda kusimamia mikopo ile kwa uwazi, ile ya asilimia kumi, tuhakikishe mashuleni huko michango holela inakuwa mwisho, tukajipange upya tuhakikishe mtoto anaenda shuleni akiwa na tabasamu. Ndicho tunachotaka kufanya kwenye kata ya Buyuni. Lakini vile vile sisi tukiwa ni madiwani, diwani ni mwakilishi wa wananchi, lakini pia anashika ukanda wa kwenda kubadilisha kanuni za kata au za halmashauri kupitia kwa mkurugenzi mkuu. Kwa hiyo na sisi tutajikita kwenda kubadilisha mambo fulani fulani, hususan kwenye vibali vya ujenzi. Vibali vya ujenzi tumeshaenda kuangalia katika tathmini yetu kodi ni lazima ikusanywe, hatukatae, lakini mwananchi yule anayejenga kibanda cha laki mbili ukienda ukamlipisha kwamba atoe akalipie laki mbili na nusu huo ni unyonyaji. Tunataka kwenda kwa viwango, anayejenga ghorofa awe na standardi zake. Real estate inajulikana, inajulikana ni ardhi inataka nini. Kama ni hayo makusanyo ya kodi ya, ya serikali yanajulikana, lakini tutende haki. Na mimi ndio maana nasema hivi, ninaenda kuwatumikia wananchi wa Buyuni ili nikawatetee katika haki za msingi kama hizo. Umekuja kwenye swala lingine la kusema unaonaje upepo wa kisiasa? Upepo wa kisiasa kata ya Buyuni. Niseme na Tanzania nzima kwa ujumla. Ni wenyewe mnaona kimbunga kilichopo. Sio mambo ya kuulizana. Haya unakuja kutathmini kwangu kwa sababu ni candidate. Lakini umeshaona upepo. Yaani hapa chura haruki. Chura afae nini? Hiyo ndio Chama cha Mapinduzi. Yaani si tuko pawa pawa kishenzi. Kinoma eh, tutaruka hiyo. Yani tuko, tuko power, yani hatujakosa power, umetuelewa? Yani Chama cha Mapinduzi hakijakosa power. Chama cha Mapinduzi kinapeperusha bendera, yani mlingoti. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Mimi niko kama mgombea, ninakutana na wapiga kura fizikali, ninajua wanataka nini sasa hivi Tanzania, wana na ninajua sasa hivi wapiga kura wananchi wa Tanzania wana upeo kuliko unaojua we wamepata kupaza sauti, kwa sababu sisi Chama cha Mapinduzi tumewapa uhuru, tumewaelimisha kwamba kuweni huru, pazeni sauti kwa maendeleo yenu. Ndio slogan yetu Chama cha Mapinduzi, utu na kazi, tunasonga mbele, paza sauti kwa maendeleo yako. Ina maana kwamba nini kupaza sauti? Kwa kwenda kupiga kura, nini maana kupiga kura? Kwa hiyo sisi tumejikita kwenda kuwaelimisha wananchi kupiga kura ni nini. Usikae ukasema mbona Jesca Mahmoud Msolla mgombea wa udiwani mimi wanatakiwa nipigie kura ije kwenye percentage. Ina maana kwamba percentage yangu ndio itakayenifanya hata kule juu wajue wakazi wangu ni wangapi, wanapiga mimi. Nina wakazi 42933 wapiga kura, ukiondoka itikadi ya vyama, wale wananchi wa wa, wa kata ya Buyuni wa vyama vyote, wasiokuwa na vyama, wa dini zote, wasiokuwa na dini 42933 ndio wapiga kura wangu. Matumaini yao. Matumaini yangu, matumaini yangu ni kwa nini nazunguka leo hii. Mmechelewa kidogo, mkikao mmeongozana na mimi, nimeenda mitaa yaani like mashina sita, nimetoka hapa kwa mguu, sio kwamba nina hela mfukoni, nina kichwani kwangu nawaza, nikamwelimisha mwananchi ajue nini maana kupiga kura, namtia moyo vipi mwananchi ule wa chali ya chini, namwambiaje mwananchi ule nimetoka hapa ya mguu na kamati yangu ya siasa, tukiwa na mkurugenzi. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa sababu nitoke hapa niende kwa wananchi wangu kila, mimi mpaka hata mtoto, watoto wadogo wananijua kwa sababu natembea, naenda zile sehemu ambazo hatuonekani, kwa sababu ndio sehemu yangu. ni lazima nikajua wananchi wangu wapi. Ni lazima nikajua wale wanaonituma wanaishi vipi. Mimi kuna mgonjwa ndani naingia. Ndio maana naona naachelewa hata sehemu zingine. Nauliza, vipi hapo hamna, lakini baba na mume kondani naingia ndani, na Mungu alivyokuwa ajabu na ruhusu kuingia mpaka chumbani. Huwezi kaamini. Alikolala mtu labda kavunjika mguu. Yaani, unajua kuna sehemu zingine watu watakuweka watakupa distance lakini, mimi Mungu ni wa ajabu. Hata hujatoa taarifa unafika sehemu na njoo muone vipi yuko ndani. Njoo muone baba yuko ndani. Kwa hiyo na mimi kwa sababu najua Mungu ananituma kufanya nini. Naingia pale nikiwa na lakini kikubwa pia na, naomba kura nani ya rais ninapigana kuomba kura ya rais ya rais, pamoja na ule umatu unaoona mama na ukusanya bado lazima haki yangu na sauti yangu isikike katika kwenda kumwombea kura mama Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kwa sababu gani? Unajua mtu ambaye anafanya kitu alafu kakaa kimya usimsifie, mimi wanaona hai, mimi lazima nimsifie rais wa lazima nimsifie mgombea wangu wa chama cha mapinduzi, ambaye ndio mwenyekiti wa taifa wa chama cha mapinduzi. Yaani nitakuwa sitendee haki chama changu kama nitabaki tu kwamba mama mbona anapita Mbona mama kupita, tunapita. Hiyo nakwambia, ni hiyo 100%. Lakini je, wananchi wanajua kwa nini wanaenda kumchagua? Wana mapenzi yale, wanayo lakini, wanawafurahi lakini wanajua lazima wakatiki. Kwa hiyo tunalia na watu kwenda kutiki, wakatumie haki yao ya msingi kwenda pale kwenye ballot box wakafanye kutiki. Wao wamefanya nini? Wameendana na kanuni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwananchi lazima akapige kura, unayejitambua mwenye akili yako timamu umeweka na kwa nini tunaenda nyumba kwa nyumba. Sisi tunaitwa chocho kwa chocho, jimbo la Ukonga, sisi tunaitwa chocho kwa chocho na ni yetu inaitwa chocho kwa chocho, so yes ya kutembelea tunaenda chocho kwa chocho kwa sababu gani? Unaona kuna kama hivyo, naambia wazee, kuna wagonjwa mwingine anachosema mimi sitaenda, lakini leo yule mgonjwa ile nao kwenda kumuona, anasema naomba mtanitea usafiri, tutakuja kumchukua, tayari umeshamtia moyo. Kuna wazee, unajua unapokutana na mzee anafunguka kukwambia yale ya moyoni unafikia nini? Unafikia hatua ya kusema kumbe kweli Watanzania sasa wanaelewa mama Samia na nia gani? Umenielewa? Jerry Slaa na nia gani? Jesca Mahmoud Msolla na nia gani? Na unakuuliza kabisa, umetufuata hapa wewe, mgombea wa chama gani? CCM, hapo sawa, tuendelee. Kuongea kwa hiyo yani, ni, ni watu wanajitambua hao. Wanaokuja kumwaga sumu, hatutaki hata kuongelea. Mimi kwa kwanza kuongelea, naona nipoteza muda, ndio maana unaniona na naenda sasa. Tumeenda katika mpango gani? siku ile ya kupiga kura, mimi ni mgombea lakini wenye vitu wa Buyuni wanavyopenda maendeleo wamejiorganize, wameenda wao, wameshaandaa watawachukua, wapiga kura kwa uwezo wao kwa mtaani, hawangoji kupewa wala hawangoji mgombea, kwa sababu mimi mgombea, mimi niko under rules of corruption, siwezi mimi. Ni candidate siwezi, nikasema nitaenda kule nitakuwa na wanunua. Ndio mimi mgombea wa Chama Cha Mapinduzi kata ya Buyuni ni sipo kwa sisi atugawi pale, chama tunataka wananchi. Sasa nyie waandishi wa habari, mkatusaidia kupaza hii sauti mjue kwamba Chama cha Mapinduzi kwa mapenzi yako kama vile unavovaa jezi ya Simba na Yanga kwenda, hata kwenda kununua jezi ziko Lumumba pale na watu wengi wapo, sasa inatunyima amani sisi unaona mtu anasononeka kwa ajili ya anafikiri sisi tunazo na, ni kama vile Yanga na Simba ukipenda chama ni watu nguo watu, mimi sio ile wa kuchukua jezi nikaonga watu ile wanipigie kura, sikufanya hicho kitu, unaelewa mwanangu? mm -hmm. Wamenichagua kwa mapenzi yao na kwa ajili ya kusema Jesca tunamwamini atafanya hivi. Nataka wasije wakaumia wakajuta, nataka kile walichodhamiria kwamba tunamteua huyu mama tunamwamini, tunampa sisi nafasi, basi na mimi niko kwenye malengo ya kwenda kuweka kitu ambacho ni ni, ni positive Hmm. So, labda ongeza tu kidogo wakati ukizungumzia eh, changamoto na vipongele vyako eh, kata ya Buyuni kule nyuma kidogo, wakati nakuja kuja eh kuna na changamoto kwenye eneo la ardhi eh, labda eh, Mheshimiwa diwani nakwenda sasa kuingia eh, pale halmashauri na hasa kwenye baraza la diwani ni kwa namna gani unalibeba hili kuhakikisha kwamba kata ya Buyuni eh hizo changamoto ambazo zitaendana na plani ya ujenzi kwenye vibali unakwenda kusimama nao kama kitu kimoja mm? Kata ya Buyuni au tuseme jimbo zima la Ukonga mm, tunapata bahati sana kupata kiongozi anaenda kugombea nafasi ya ubunge ambaye aliwahi kuwa waziri wa ardhi. Hilo amelitolea maelezo kabla ya mimi, ambavyo nilikuwa navyo kichwani. Kwa hiyo imebidi nilibebe kutokana na boss au kiongozi mkuu zaidi yangu aliyoisema ni hivi. Tuna land plan kila kata, tuna mpangilio mpango mji, tuna mpango kata kwenye ardhi. Ardhi ya hapa Buyuni ina mchoro. Si kweli kwamba kuna migogoro, ambayo ilikuwa ni ya bahati mbaya. Migogoro ile ilikuwa kwa sababu ya viongozi waliokuwa na tamaa ya kupata kwa kuweza kufunika kombe mwanaharamu apite, waseme kuna migogoro. Hakuna sehemu yenye migogoro katika ardhi ya Tanzania. Ardhi ya Tanzania ina territories and boundaries, mipaka na na, nini? na, na, na, na, na. mipaka na nini na mipaka na, na nini tuseme uzio. Hmm. U, vitu kama hivyo hmm. Kwa hiyo kama kuna mipaka, kama kuna territory inajulikana kwamba kwa Mbondole Territory yetu iko wapi? Kwa Kisarawe, pinpoint yetu ni wapi? Kwa hapo Pugu inajulikana hasa hii inayohodhi kama Buyuni, kuna open spaces. kuna sehemu za serikali, kuna sehemu za mipango, mipango kazi tu ambazo ni uh, ni safe reserved kwa ajili ya hiyo. Sidhani kama mtu anaweza tu akaingilia, lakini iliingiliwa kwa sababu gani gani? Kwa sababu kwa sababu watu kukalia viti ofisini kuto kujua wajibu wako kwanzia ngazi ya ukurugenzi. Ya ninaenda hapo, utanifanya nitaongea zaidi. Ndio maana nakuambia Jerry William sila anakuja na mtu afisa toka ardhi kupitia kwa kamishna wa ardhi. Nimemwambia sitaingia ofisini mpaka nipate map yangu ya Buyuni. Nikishapata ramani yangu ya Buyuni, si ndio ninapojua kwamba mimi mipaka yangu iko ndio ninapojua kwamba hapa tulipokaa, kwa mfano hapa, najua pale nitapewa jiwe la shuleni. Hapa naambua kwamba ni open space ambayo wamepewa Chama cha Mapinduzi wakajenga na serikali, nyuma yangu kuna hospitali. Ndivyo tunavyoenda, lakini basically watakuwa wanasoma code namba moja kwa base. Kwa hiyo bezi hapa itakuwa nasoma nini, hospitali ya nani? Kwa sababu ndio kitu muhimu na shule baadaye mipango miji uwezi ukajuwa katika plani ya Tanzania wana tisi nini inaweza kuja kabomoa sehemu yote, lakini ni ya nini ya serikali. Kwa hiyo labda tutajenga lotion ya hospitali tukademolish hizo zote na hii shule tukaja tukademolish, lakini tayari inajulikana ni ya nini, ni iko chini ya serikali ya ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Tukija kwenye open spaces, hakuna kitu kizuri kama kufata kanuni kwa mujibu wa sheria ukifuata kanuni kwa mujibu wa sheria ndio unapoleta fursa za maendeleo, kwamba pale nimeambiwa kuna open space, hapa nimeambiwa kuna hivi. Ni hao wa DC kwenye vitu vya serikali ya mtaa ambao watapewa angalizo na diwani wa kata ya Buyuni. Nataka wewe, mwenyekiti wa Buyuni, uniambie kila unit ya according kwenye hayo mao hapa ni kwa nani, amejenga kihalali kuna mapori nahitaji kujua mwenye pori ni nani, within 4 years, chukua hamisha peleka sehemu nyingine asiye husika. kuna wengine wamefariki, tuwajui, labda unaweza kuta mfano huo, kwa tunakaa na mm -hmm, mapori mm -hmm, kwa sababu tukianza kuala tukianza kuwastua watu hivyo, na haya nini mnaita nini hizo, mkianza beacon zinasoma, si unaona kama ivi tayari wanafanya hizo, wametoa bure ili angalau kuwe kuna deni lakini kwenye uongozi wangu mimi nitahakikisha kwamba kila bikoni inayosomeka inasomeka kwa manufaa ya kata ya bibi. Hatuwezi tukaruhusu watu wanauza viwanja ulevu, umenielewa? Na ndio maana tukawa na serikali ya mtaa, ndio maana tukawa na mashina na wajumbe serikali ya mtaa na wajumbe wake. Ukimwacha huyu akafanya kazi according to rules and regulations hmm, hakuna uwezo so. Utatokea utamwacha kwenye zoni yake, lakini akawa anafuata nini kanuni na sheria. Kwa moja ni ni, ni, ni, ni ni kitu tu cha kufikiria kwamba ukikaa pale, utamwambia afisa maendeleo hakikisha 10% unaniambia nini kinaendelea. Na sitakaa hapa nikimngoja afisa maendeleo, nitaenda halmashauri kuu kwa mkurugenzi nikajue. Na sitakaa hapo, naenda ngazi ya juu taifa, kwa waziri husika wanawaki, jima, wa kitengo cha wanawake ambaye ni Dorothy Gwajima. Mungu amsaidia. Rudi tena nitamuuliza, una nini katika mpango una nini katika mpango wa mwanamke. Nitaingia kwenye email nitacheki nita kuna nini kipya kwa ajili ya mwanamke wa Tanzania, katika makundi maalum, katika watoto na wajawazito au wanawake. Nitajua kwa sababu mimi niko 24/7 kwenye mambo ya kusearch, dunia inaendaje, kila dakika najua nini kimetokea duniani, sijalala hivi, niko online 24/7, sawa. Kwa kumalizia, uh, 18 Days. Uh. zime Batch. Uh -huh. Wito wangu ni kwa Tanzania wote. Nikiwa kama Mtanzania narudia tena. Kupiga kura ni haki ya kila mmoja. Kupaza sauti ni kwa niaba ya maendeleo wa yao. Wasikae nyumbani, popote mlipo, Watanzania. Tarehe 29 katika siku 18 zilizobaki tujiangalie afya zetu, na wasi wagombea wenzangu tukae kwa kutulia tuwe majumbani, tukienda kutafuta kama mimi chocho kwa chocho na kuwa na timu yangu, narudi nyumbani natulia.